Huyo yuko kwenye kitengo cha mboga. Nifanye nini? Upike.

Chuanke, huo ugali aliyesonga aliyekata mwiko asiule ule ugali, yaani bwana majitu, kutumia nguvu yanaongoza majitu, kutumia nguvu tu bila akili, yanaongoza bwana

Inawezekana, inawezekana, inawezekana kijana kupata maisha bora. Inawezekana kijana kupata maisha bora. Inawezekana. Kwanza tumombe Mola, mm, atupe afya njema na nguvu, kwanza tuwe imara, walokufa walale pema, kwanza tumombe Mola.

Yani, <gabu> <gabu> <gabu> mtazamaji, mfumo wa maisha katika kijiji hiki cha mfano ni kupewa chakula cha bure katika siku hizi za mwanzo. Wanakijiji, kila unapofika muda wa chakula, inagongwa kengele na haraka sana foleni inapangwa <gabu> <gabu>